Karibu mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji, uungane nami Padre Josephat Swai, padre wa jimbo kuu katoliki la Arusha, tuweze kutafakari pamoja dominika ya matawi, hasa katika kipindi hiki tunapoingia katika juma kuu, juma la kutafakari mateso, kifo na ufufuko wa mwokozi wetu Yesu Kristo. Katika dominika ya leo tutasikia katika injili ya Luka. Kwanza kabisa, kwa maandamano ya matawi, tunasoma katika Injili ya Luka sura ya 19 aya 28 hadi 40, na baadaye katika historia ya mateso, tutasoma katika Injili ya Luka sura ya 22 aya 14 hadi sura ile 23 aya ya 56. Hiyo basi, kwa nafasi hii tuliyonayo, tusikilize Injili kutoka katika Injili ya Luka sura ya 19 aya 28 hadi 40. Wakati ule Yesu alitangulia mbele akipanda kwenda Yerusalemu. Ikawa alipokaribia Betfage na Bethania kwenye mlima uitwao wa Mizeituni, alituma wawili katika wale wanafunzi akisema, endeni mpaka kijiji kile kinachowakabili mtakapoingia ndani mtaona mwanapunda amefungwa ambaye hajapandwa na mtu yeyote bado, mfungweni mkamlete hapa. Na kama mtu akiwauliza, mbona mnamfungua? Semeni hivi, Bwana ana haja naye. Na wale waliotumwa wakaenda, wakaona kama alivyowambia. Na walipokuwa wakimfungua mwanapunda, mwenyewe waliwaambia, mbona mnamfungua mwanapunda? Wakasema, Bwana ana haja naye. Wakampeleka kwa Yesu wakatandika nguo zao juu ya mwanapunda wakampandisha Yesu. Na alipokuwa akienda, walitandaza nguo zao njiani. Hata alipokuwa amekaribia matelemko ya mlima wa Mizeituni, kundi zima la wanafunzi wake walianza kufurahi na kumsifu Mungu kwa sauti kuu, kwa ajili ya matendo yote ya uwezo waliyoyaona wakasema, ndiye mbarikiwa mfalme ajaye kwa jina la Bwana. Amani mbinguni na utukufu huko juu. Baadhi ya mafarisayo waliokuwa katika mkutano wakamwambia Mwalimu, wakanye wanafunzi wako. Akajibu akasema, nawaambia ninyi, wakinyamaza hawa mawe yatapiga kelele. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, katika dominika hii ya matawi Mambo makubwa mawili kanisa linaadhimisha siku ya leo. Kwanza kabisa ni kuingia kwa Bwana wetu Yesu Kristu kwa shangwe Yerusalemu, huku wakishangiliwa na umati wa watu, wakibeba matawi, wakitandika nguo chini, na Bwana wetu akiwa amepanda mwanapunda, anaingia Yerusalemu kwa shangwe. Huyu anayekuja kuwaokoa wanadamu katika utumwa wa dhambi mauti na utumwa wa Shetani. Bwana wetu anapanda punda. Ni ajabu, mfalme kupanda punda. Ilizoeleka mfalme anapanda farasi. Farasi ni mnyama wa vita, lakini punda ni mnyama abebaye mizigo. Bwana e wetu anampanda mwana punda anayempeleka huyu ambaye anakuja kubeba mizigo mizigo ya dhambi zetu, lakini vile vile ni unyenyekevu wake wa kuchagua kupanda mwanapunda, kwa sababu Kristu alikuwa mtii, mtii hata mauti, mauti ya msalaba. Hapo tunaiga kutoka kwake kwamba ili tuweze kupata hukumu, lazima tukubali kuwa nyenyekevu kama yeye, kujishusha na kukubali kuwa chini ya utawala wake ili tuweze kuombolewa. Wanamshangilia kwa shangwe, lakini kunapoingia ndani kabisa ya misa, mashangilio yanakoma. Tunaanza kusikiliza historia ya mateso. Hawa hawa waliosema hosana mwana wa Daudi, ndio hawa wanaosema msulubishe, msulubishe, msulubishe. Katika maisha yetu tunaweza kujifunza kutoka hapo kwamba wakati mwingine wale wale wanaosema hosana wanaweza kuwa wale wale watakao kuambia asubuhi. Ni sisi ambao tunamshangilia Yesu alafu tunamsulubisha kwa dhambi zetu. Umesikia katika Injili hiyo ya Luka sura 22 aya 14 hadi sura 23 aya 56, juu ya mateso, historia ya mateso ya Yesu. Hapa kwa haraka, tujifunze katika juma hili kuu, hao watu tunaowasikia watufundishe kitu tu. Wa kwanza hao watu wa kwanza ni wafuasi wa Yesu ambao wanasinzia pale bustanini Gethsemane. Wanashindwa kukesha na Yesu. Katika juma hili kuu, mpendwa mtazamaji, kesha na Yesu katika sala, katika ukimya wa kitafakari maisha yako na mahusiano yako na Mungu. Tu wa pili tujifunze kutoka kwake ni Yuda Yuda hivyo tofauti na Yuda, katika juma hili kuu tutangue kwamba nasi tumemsaliti Yesu makosa yetu, tutimiza wajibu wetu. Hivyo basi tuanguke magotini, tuombe msamaha, tuingie katika sakramenti ya kitubio, tuungame makosa yetu. Katika juma hili la Pasaka kanisa linakuambia ungama zamizako walau mara moja kila mwaka. Wewe ambaye hujafika muda mrefu kanisani ni wakati wako sasa kufika nyumbani na kumwambia Mungu nimeposa kubali, kuwa kama yule mwana mpotevu, kurudi nyumbani. Mikono ya Yesu imepanuka, imefunguka kabisa kukupokea, kuambia mwanangu, karibu nyumbani. Mtu wa tatu na wa mwisho, mtazame Simoni Mkirene anayemsaidia Yesu kubeba msalaba katika juma hili kuu, ili liwe jumatakatifu kwako, kuwatazame wengine, wakati wa kuwakumbuka wale ambao wanateseka, wale ambao misalaba yao ni mizito, wale ambao wamekata tamaa kabisa, wale ambao hata maisha yao ya kiroho yako chini kabisa, wanakuhitaji wewe, wananihitaji mimi, kuwafikia na kuwasaidia kubeba misalaba yao. Kumbuke kwamba pamoja na kwamba katika juma hili taingia katika ile misi ya Ijumaa Kuu, kumbuke kwamba kuna Jumatatu ya Pasaka. Ushindi unapatikana mara baada ya kupita katika mateso, na sisi tunapopita katika mateso tukumbuke kwamba tutafika Jumatatu ya Pasaka. Nikutakie Jumakuu njema na baraka ya Mungu Mwenyezi ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ikushukie na kukaa na nawe daima.